Habari. Je, yeah. Unatafuta maarifa ya tehama, ujasiria mali na elimu za teknolojia? Unataka kuboresha ujuzi wako na kupata updates mbalimbali zinazohusu dunia ya kidijitali? Sasa ni wakati wako. Jiunge na channel yetu ya YouTube ya jina Brimatech Solutions na grupu la WhatsApp kwa mafunzo bora ya tehama. Ujifunze kuhusu matumizi ya kompyuta, programu na teknolojia za kisasa. Pia ujasiria mali, upate mbinu za kuboresha biashara yako na kuwa mjasiria mali mwenye mafanikio. Elimu za teknolojia, kufahamu maendeleo ya teknolojia na jinsi unavyoweza kunufaika nayo. Pia utapata updates mbalimbali zenye habari motomoto kuhusu dunia ya kidigitali na teknolojia mpya. Kujiunga ni bure, lakini thamani utakayopata ni kubwa mno. Karibu sana kwenye familia yetu ya Brimatech Solutions kwa maarifa zaidi. Brimatech Solutions for the best IT solutions. Unaweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp kwa kubonyeza linki ambayo tunakuwekea kwenye description area.